alieleza kwamba vi, vi, vi, viungo hivyo au vitu hivyo alivyokamatwa navyo alipewa na mtu mmoja aliyemtaja kwa jina la Randani, niseme Mlomo, kuwa ndiye aliyempatia viungo hivyo huko Mbozi mkoani Songwe, kama nilivyoeleza hapo kwa awali kwamba huyu Randani ni, ni mhudumu katika chumba cha Kamanda huyu ametoa honyo kwa wale wote wenye dhamira ya kujihusisha na uhalifu wa kupiga ramli, kwani jeshi hilo katika mkoa huo limejipanga vizuri. Kusudio letu ni kufumua huu mtandao mzima, sababu leo hawa wamepata kwa mhudumu wa chumba cha maiti, kesho wakikosa kutoka kwa mhudumu wa chumba cha maiti watamuua mwanadamu ambaye ni mzima, au wataenda kufukua makaburi. Sasa ili kuondokana na hili basi lazima tuhakikishe kwamba tuna, tuna ubomoa kabisa mtandao mzima ambao, nani washiriki, nani wateja, lakini nani wako katikati hapa. Ripoti kutoka katika eneo hili la kituo kikuu cha polisi cha mji wa Bukoba kilichopo katika manispaa ya Bukoba iliyoko mkoani Kagera, inaitwa Audax Mtiganzi wa ITV.